Kwa sababu mimi Paula nimemlipia hada mwenyewe. Tulivogombana na babake, unajua, mwanamme ana tabia, mkigombana naika chuki hadi kwa mtoto. Atakage hata kumuona, ndio ilivyokuwa situation yetu. Kwa sababu yani, labda mapenzi bado yalikuwa yapo pale, kwa hiyo kaona kama umenikosea kuniacha na nini na nini. Kwa hiyo mimi nikaanapambana mwenyewe. Kibili, hada, na kwa sababu mimi hadi hada nilikuwa nakosa. Nakumbuka yani, watu wasio wasichokijua. I think mimi nime nime nilianzanaga na Amo muda mrefu sana. Mi Amo ashamlipia Paula ada sijui ya form 2. nilikuwa sina ada ada na alinipa ada, ndio kwanza ameanza mziki bado mdogo, ameanza mziki, ameanza mziki. Nikamwambia ni mwenzio na shida, Paula amerudishwa nyumbani, ana ada mtoto totau. Alienda benki siu paa ilikuwa Kijitonyama akanipa hela barabarani pale bamaga kwaye, yaani nimeshafanya sacrifice nyingi sana kwa ajili ya kuhakikisha Paula anasoma.